Idadi ndogo ya wapiga kura ilijitokeza katika shughuli ya kupiga kura eneo bunge na Malava katika vituo vingi tu. Viongozi wa upinzani wakiisuta serikali kwa kuvuruga na kutatiza uchaguzi huru na wa haki kuandaliwa. Ni taarifa yake Joseph Amunyotieno. Vituo vya kupigia kura katika eneo bunge la Malava vilifunguliwa rasmi mapema saa 12 alfajiri ya leo, huku wapiga kura 94447 waliosajiliwa wakitarajiwa kushiriki zoezi la kupiga kura lilokosa msisimko na mbwembwe mbwe za wakati wa kura. Mmoja wa washindani wakuu kwenye uchaguzi huu mdogo wa ubunge wa Malava, Seth Panyako, aliyepiga kura yake katika kituo cha St Joseph Sulunyu, amedai kuvamiwa na wahuni chini ya ulinzi wa maafisa wa polisi kwenye shambulizi lilowaacha zaidi ya watu kumi na majeraha mabaya.

Katika mkawa wa mwanasiasa huyu, taswira ya uharibifu inaashiria makabiliano makali, huku mlinzi aliyekuwa kwenye zamu akisimulia kilichojiri. E, tukaona land cruiser mingi imetoka huko huko kwa barabara na watu wengi. Sasa tulipoona grupu yenye inakucha inashinda e, sisi ikabidi tuchiokoe ya eh, eh, nika, na katika hali ya kuchiokoa, mimi nikafanya nini, nika nikaenda nikalala huko, na a watu wakakuchwa na hizo kari zao, wakasukuma keti keti ikapomoka. Hata keti ilipo pomoka, wakaingia hapa karibu milango, karibu matirisha, karibu makari Waka, kata, kata wenzetu wenye walikuwa wanakutana nao, na wengine wakawapika marungu, lakini mimi neema tu ndiye alifanya mimi nikapona. Hata hivyo baadhi ya viongozi wa upande wa serikali waliendelea kuwahimiza wapiga kura kuimarisha amani na umoja wao wakisubiri kutangazwa kwa matokeo ya kura hiyo. Wananchi wajitokeze waje wapige kura, hiyo ndio muhimu sana. Hakuna tashwishi yote ambayo ya usalama, usalama upo. Hapa hakuna mtu, watu wanaleta zana kuwa o, kuna vurugu hapa. Tombo amtua bisunu na erua zote za marasha ziko salama. Kwa hivyo hiyo ni dhana tu, maybe we, wale opposition wanaweza kuwa wanasema ukitoka maybe utafanya hivi, ni just a strategy to scare people. Amani ndio na naomba kabisa idumisha. Hata mimi kuja hapa nimekuja na vijana wangu, security ni kwa na kutosha. E, lakini kia, nashukuru hapa chimche, sisi ni watu wa amani. Hapa chimche sijasikia vurugu yoyote. Joseph Amnyotieno, West TV, Malava, Kaunti ya Kakamega.